Viongozi wa chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini UASU halikadhalika KUSU wamejitokeza hii leo na kukashifu vikali hatua ya uongozi wa, wa Chuo Kikuu cha Moi kwa kuwafuta kazi wafanyakazi mia nane tisini na wawili wiki jana. Viongozi hao wametaja hatua wa hiyo kama kinyume cha sheria, wakisema uongozi wa chuo hicho ulipuza agizo la mahakama ya leba jijini Eldoret kusitisha hatua ya kuwafuta kazi wafanyakazi hao. Mwanahabari wetu Mashere Mbugwa na maelezo ya kina. So, wakizungumza na wanahabari jijini Eldoret hii leo, viongozi hao walidai kutohusishwa na uamuzi huo wa wiki jana, huku wakilaumu uongozi wa Chuo Kikuu cha Moi kwa kukiuka agizo la mahakama.

huku wakidai kuwa baadhi ya waliorodheshwa kufutwa kazi tayari walikuwa washaaga dunia. Walikanusha sababu zilizotolewa na uongozi wa chuo kupelekea hatua ya kufuta wafanyikazi hao mia nane tisini na mbili. Bloated no workforce it doesn't have Viongozi hawa waliinyoshea serikali kuu kidole cha lawama kwa sera ambazo zimelemaza vyanzo vya fedha katika vyuo vikuu vya umma. Sasa wanairai wizara ya elimu kuwajibika na kuchukua hatua ya kurekebisha madhara yanayoshuhudiwa bila kuathiri wafanyikazi katika chuo hicho. Mahakama ya Leba jijini Eldoret ilitoa agizo kwa uongozi wa Chuo Kikuu cha Moi kusitisha shughuli hiyo ya kupunguza wafanyikazi na kujadiliana na washikadau wote ikiwemo vyama vya wafanyikazi kabla ya kuwasilisha makubaliano yao tarehe ishirini na nane mwezi huu. Huku wakichagua njia ya mahakama, viongozi hawa wameapa ya kwamba hawatafanya mazungumzo yoyote na uongozi wa chuo hicho hadi pale ambapo watafutilia mbali barua hizo. Masharia Mbogwa, NTV.